na katika majibu yako nataka ueleze ni namna gani utaimaliza hii kero. Ndio Kimamba. Kimamba B. Hoye, Mheshimiwa Magufuli. Hoye, Mheshimiwa Rais, baada ya uchaguzi ulinituma nije nifanye uhakiki wa mashamba yaliyofutwa huku Kimamba huku na wilaya ya Kilosa yako mashamba yaliyofutwa na kutaifishwa zaidi ya 49. Timu yangu tumekaa huku miezi mitatu, tumeshafanya upekuzi mpaka huku tumejua mashamba yote yaliyofutwa, na tumeshatoa mapendekezo yetu ambayo tutashirikiana na watu wa bodi lakini hapa, tangu umetoka kwenye kona huko, kote kuna maeneo ya nguvu kazi kote huko. Haya mashamba yana hati za watu wa sino sino, sino ndio watu wa kampuni ya kichina ndio wanaomiliki mashamba haya. Sasa tumeshafanya uhakiki, haya mashamba hayajaendelezwa. Wao walimkodisha tu mwenyekiti hekari mia tano akalima. Kwa hiyo mwenyekiti huyo a, a, yuko mwenyekiti mkubwa wake. <laughs> <laughs> Sasa Mheshimiwa Rais, kwa aliyekodishwa ni nani? <laughs> hapa kuna hekari kama elfu tano hivi, lakini wale wa China wameshindwa. Niliwapelekea notisi wakanipa mpango, sikuelewa. Lakini kipindi chote hiki walikuwa na mkodisha aliyelima mkonge, ni mwenyekiti wetu wa chama, hekari mia tano Nani? nani Mheshimiwa mwenyekiti hapa, aa sasa tulichokifanya mheshimiwa rais, hizo hekari tunakuletea mwanzoni mawiki ijayo, imeshaiva tayari mwanzoni mawiki ijayo. Haya mashamba ni mengi sana mheshimiwa rais, imebidi tufanye upekuzi wa kutosha sasa yameiva kwa kutoa idhini yako ya kuyafuta, ili wananchi hawa tuwamegei hiyo ardhi waweze ua, kwa ya sababu yana hati miliki, yana hati miliki, ili tulazimu tufanye upekuzi mashamba yote ya wilaya Kilosa. Sasa tumebaini haya mashamba kumi na moja. Unasikia wazee, ndio hawa wananchi wa Kibamba hawa, ndio sio watoto wadogo, ndio Hata mimi unayenieleza siyo mtoto mdogo. Ndiyo maana nimekueleza hapa, mtaje. Ninafahamu huyu mwenyekiti wa CCM wa wilaya anahusika katika migogoro ya ardhi hapa. Nasema uongo, ndugu zangu? Kwa hiyo chama changu cha mapinduzi hakiwezi kikatumika na walanguzi eneo hili hapa la Kilosa. Ndio. Nimeshakutuma wewe, nasema Ndio. uongo? Nimesha mtuma waziri mkuu. Ndio. Nataka majibu. Ndio. Hatuwezi tukawa tunazunguka zunguka, hata angekuwa CCM mara hamsini, tunasimamia ukweli. Hawa wananchi ni CCM zaidi kuliko ya CCM mmoja, na mimi niliahidi kutatua kero za wananchi Ndio. Sasa ninakuagiza ndio, kwa sababu hata zile hati hamjazileta kwangu kufuta. Nasema uongo, ya tunaleta, hatujaleta, ndio tunaleta mwezi wa saba. Sasa kwa nini miezi hiyo yote tangu nikutume nishughulike, hamjafuta? Alafu palikuwa na mgogoro wa mtu mmoja hapa Ndio. Anaitwa ha, hapa ni shamba jingine hilo hilo jingine pale <laughs> ni Chanzuru. Haya, malizia na yenyewe uelezi. Chanzuru, Chanzuru, nataka jiwe lisage unga leo hapa hapa, Kibamba oe. Kibamba safi. Aya, endelea kueleza haya, panda hapo wakuone kabisa. inafanya vibaya, jamani, wangapi mnataka niendelee tu? Haya, waziri, eleza na ueleze mikakati ili tumalize tatizo la Kibamba. Asante hapa, kwa sababu ngoja ni kueleze waziri. Ndio, wapo watu wanalalamika kwamba yule mwenyekiti amekuweka mkononi wewe Sasa nataka tutatue tatizo hili hapa na wewe utatue kabisa tatizo la moja kwa moja ili wasikupake matope. Ninajua wewe uhusiki kwenye migogoro hii mm. ninakufahamu ni mchapakazi mm. Sasa hapa kata wembe, nataka majibu. Haya wangiri, wangiri, wangiri. Wangiri. Kwa ishu ya hapa ni kweli kwamba mashamba yaliyo mengi hapa ni ya Saino Mchina, na huyu Saino Mchina anazo, tumepekua tumegundua, ana hati miliki. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, tumejiridhisha kwamba mashamba haya lazima yafutwe, ili ardhi irudi kwa wananchi. Haya ndio majibu yangu. Sasa niulize, Tumesha aliyapataje Saino mashamba ambapo kwa mjibu wa sheria Aliuzwa na bodi ya ardhi. Bodi ipi? Mamlaka mamlaka gani? Mam, ilikuwa mamlaka ya mkonge ya mashamba, pesa rasmi, wakamuuzia Saino lakini hajaendeleza, ndio tumekuja kuigundua hiyo. Tumeshachukua zile hati tunazifuta, na tumeshaainisha kiwango cha ardhi inayotakiwa kwa hawa wananchi, halafu tuwagawie, kwa sababu nisikilizeni basi jamani, jamani sikilizeni, nina mkutano mwingine ndio kwa mujibu wa sheria ya ardhi ndio, sheria namba nne ya mwaka tisini na tisa na sheria ya vijiji namba tano ya mwaka tisini na tisa na sheria ya matumizi ya ardhi ya mwaka elfu mbili na saba mm. Mheshimiwa Waziri anazifahamu, ndio. Ni kwamba ardhi yoyote Tanzania haiwezi kamilikishwa na mtu ambaye si Mtanzania. mm inamilikishwa kwa mtu ambaye sio Mtanzania kama amepitia TIC Tanzania Investment Center, ndiyo kwa ajili ya uwekezaji mm. Sasa kama huyu alipewa na sio Mtanzania na amekaa nayo, watanzania wanakuwa watumwa kwenye ardhi yao, kwa sababu nina uhakika hawa watanzania wakienda kule walikotoka mm. hawawezi wakapata hata kipande cha kwato mm. Sasa maagizo yangu ni haya ndiyo ndani ya wiki moja, ndio ilete hiyo hati sawa, zinazohusu hapa. Ndio ana hekta ngapi? hekta elfu tano. Sasa hizo hekta elfu tano zikatwe, hekta fulani wagawiwe wananchi wa hapa Kibamba, ndio sawa. Kwa hiyo leta haraka hiyo, kwa sababu ishu nyingine wanachelewesha kuleta. Hapa kulikuwa na matatizo ya msingi hapa yuko afisa uliagiza, la pili tuwaondoe maafisa ardhi hapa Kilosa. Aliyesaidia ulanguzi wote wa ardhi hakuwa afisa ardhi, lakini walimpa ukuu wa idara ya ardhi hapa Kilosa. ametuletea matatizo sana. Ah, ambaye ni nani wanamjua, <laughs> ametuletea, imebidi lilete timu ya kwangu kutoka Dodoma, ndio tumefanikisha upekuzi huu mkuu wa mkoa si ana, unafahamu hili, anamjua. Hebu njoo nenda ukaeleze pale, kaa hapo hapo na ukaeleze pia, ukaeleze pia ni namna gani mgogoro wa, wa kulisha mazao ya wananchi. Waziri, kaa hapo hapo, mtatosha tu Nataka leo majibu hapa hapa, tumalizane hapa hapa, au jamani mnaonaje? Au ninawacherewesha? Siwachereweshi. Haya, elezea bana. Mheshimiwa Rais, tukushukuru kwa kweli kwa kusimama na kusikiliza hawa wananchi. Tunajua mkutano wako mkubwa huko kule, lakini hawa wamesimama na kwa kweli umetuambia, naomba tuwasikilize. Liko tatizo la ardhi hapa, kuna tatizo la maafisa ardhi ndani ya mkoa ambao uliondoa wote themanini na ukatuletea sasa hivi hamsini na tano. Mmojawapo ambaye alikuwa afisa ardhi Kilosa, tumemkuta anaitwa Bwana Ndembo, ndiye aligawa ardhi hovyo hovyo sana huku, si hapa tu, hata Kilosa mjini huyo tumechukua hatua juzi. Alikuwepo Mheshimiwa Waziri wa Ardhi hapa, na maelekezo aliyotoa na Waziri Mkuu ni kwamba huyo aondolewe. Kuondolewa kwa hiyo sio tu ashikwe, apelekwe polisi, ashitakiwe. Yuko hapa huyo Bwana Ndembo hapa. Hakuwa mwana hakuwa ha. afisa ardhi kwa taaluma, alikuwa ni afisa mali asili huyo huyo, ashikwe kwa nini? Afanye kazi ambayo sio yake? Si angekataa? Ehe. Na nilipokuja hapo, nilipo nituma kuja hapa, nimemtafuta kweli, hakuwepo kabisa, kwa sababu nilikuwa na hamu hata ya kumuona mwenyewe, manake kwa kweli alisababisha mambo ya hovyo sana hapa Kilosa. Kuhusu mgogoro wa ardhi kati ya wafugaji na wakulima, upo ni kubwa sana ndani ya wilaya hii ya Kilosa. Mheshimiwa Rais, tunahangaika kutafuta namna ya kufanya. Mojawapo ni kwa kupitia mashamba haya ambayo yanafutwa, tutapata sehemu ya kutosha sasa ya kuwapa wakulima hapa, lakini na wafugaji nao watapata maeneo yao. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais kwa utaratibu huo na kwa amri yako sasa ya mashamba hayo kufutwa yanaweza akatusaidia sana kupunguza matatizo ya ardhi hapa Kilosa. Aya, sasa nimewasikia. Sasa cha kufanya ndio maana nimesema ndani ya wiki moja wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu wa mkoa lasi mkurugenzi wa hapa yupo, kwa sababu nasikia naye analalamikiwa sana na nani, mkuu wa wilaya, mkuu wa wilaya yuko hapa e, mkuu wa wilaya yeye analalamikiwa kwa lipi? Muje mueleze tu, ndio ueleze. Baba, sogea hapa, haya, sogea hapa Mheshimiwa, okay, Rais. E, mimi naitwa Mulikagenge Nafurahi kwa ujio wako, lakini mimi ni mkazi wa kijiji cha Madoto. Alikuja akaja akapiga nani nini stop order, hakuna kufyeka mashamba kule. Umeona matokeo yake, akawaleta maaskari wakaja wakatuzuia sisi na kupigwa. Umeona? Tibu ya pili kuna mfugaji ambaye nani anaitwa Maia ametia tatizo, anapola ardhi ya kijiji. Umeona? na uongozi wa kijiji upo na sisi na mimi ni mmojawapo nililetea barua ya kushtakiwa kwamba nalima kwenye ardhi ya nani ya, ya, ma, ya Maia wakati ardhi ni ya kijiji. Na hapo tayari washanambia maliza chakula chako mapema tujitweke sisi mpaka hasa ule wako uendelee kulima hapo, utaona natishman hatuna amani atukauawa wasosiliy Kibamba oe. Oe, umezungumza vizuri asisumbuliwe huyu mtu kwa sababu amemzungumza DC OCD huko wapi? Ndio hapa, chukua namba ya huyo, asisumbuliwe kwa sababu amezungumza haya. Hebu <coughs> sogea hapa, achukue namba yako, chukua namba yako nisione hata amewekwa ndani. Haya. Wakikusumbua tu mwambie OCD hapa sasa. Ndugu zangu, ninawaomba wa Kibamba, ninajua hapa inaonekana kuna matatizo makubwa sana na sijawahi kuona katika Tanzania hii mahali kuna matatizo mengi ya ardhi kama hapa. Sasa ninawaomba sana, ninawaomba sana ndugu zangu wa Kibamba, waziri wangu yuko hapa, ninamwamini sana lakini nimewaletea mkuu wa mkoa mpya tofauti na aliyekuwepo, kwa sababu sa nyingine matatizo yanazalishwa na viongozi, na ndiyo maana nimefanya mabadiliko makubwa sana katika uongozi hapa.